Msanii wa mziki wa hip hop Emmanuel El Barik e, maarufu kwa jina la Nay wa Mitego, amesema hali ya kukataliwa kwa wasanii na mashabiki nchini ni jambo ambalo litatoa somo kwa wasanii kuwa wanapaswa kuwa sauti ya mashabiki au wananchi angalau mara chache. Kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Instagram, Nay amechapisha video yake aliyokuwa akitoa wito kwa wasanii kujitoa na kuwasemea wananchi huku akitolea mfano wa wasanii wa mataifa kama Kenya, Nigeria ambao wamekuwa wakiungana na wananchi pindi wanapowasilisha madai yao kwa serikali. Ameambatanisha video hiyo na andiko akisema namnukuu, Nilishauri wasanii wenzangu kujitoa kwa wananchi wetu hata mara moja tu kwa mwaka kuwasemea, kwa sababu wao ndio mabosi wetu wa kwanza na ndio wenye hatima ya nguvu, thamani na ushawishi tulionao, mwisho wa kumnukuu. Nei Nei pia ameongeza tatizo, kubwa la mastaa hapa Tanzania ni ubinafsi na kusahau mabosi zetu ni hawa wa wananchi. Sasa mabosi zetu nao wameamua kutuonyesha kwamba wao ndio wanaotupa jeuri, na maisha mazuri tuliyonayo ni kwa sababu yao. Aidha amesisitiza kuwa hatua ya Watanzania sio ya kulaumiwa, bali kuchukuliwa kama somo kwa wasanii nchini. Mimi siwalaumu Watanzania, wana haki ya kuendelea na walichokiamua mpaka asira zitakapoisha. Nadhani baada ya hapo somo litakuwa limetuingia wasanii wote, na tutakuwa tunaongea lugha moja na wananchi na wasanii wote kwenye uh, kupambania wao kuishi sawa. Uh, wamefika hatua ya kufanya biashara kwenye huu mziki. Kwa hiyo ndio maana niseme kwa upande wetu sisi wa, sio wana hip hop wanamziki wote, kuna wakati tunatakiwa kurudi kuisemea jamii mara moja kwa mwaka, kwa mwaka kama ambavyo mimi nafanya mara moja kwa mwaka au mara mbili inatosha sana. Tumeona miaka miwili mitatu, Nigeria kulitokea machafuko, polisi walikuwa wanaua raia. Umeendelea? uh, wasanii wa Nigeria walitoka wanaoishi Marekani, wanaoishi Uingereza, wanaoishi German, walirudi Nigeria kwa ajili ya kusapoti wananchi. Nadhani wengi mnajua hili, nyinyi ni watu wa habari, umeelewa? Bana Boy, Wizkid, Davido, everyone walirudi nchini kwao, wakaungana na wananchi, wakaenda ku, kupaza sauti. Tumeona Kenya juzi, umeelewa? Uh, wasanii wameungana na uh, wananchi sababu kuna changamoto kweli.